Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu tena kwenye makala haya niweze kuwachanganulia yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ninakuomba usikilivu mwema na ushirikiano tafadhali, ukapiga subscription na usambaze hizi kanda. Serikali ya Samia baada ya kuiba kura mwaka elfu mbili na ishirini na tano na baada ya kuwaua raia wa Tanzania na kuwakandamiza, sasa wameanza juhudi za kuwalalisha serikali haramu Tanzania, wameanza juhudi za kuwalalisha serikali haramu kimataifa. Ulimwengu mzima uliweza kujua Jinsi ambavyo Samia aliua maelfu ya Watanzania. Hadi kuna kesi ambayo imeweza kuwekwa katika mahakama ya jinai ya kimataifa ICC. Tuliona bunge la Ulaya likizungumzia hilo, Marekani wakakemea hilo, yaani kila kona ya dunia waliweza kukemea uozo uliotokea Tanzania na ulitendwa na Samia. Sasa Samia ameanza kutafuta youtubers maarufu dunia nzima, ameanza kuwalilia youtubers maarufu dunia nzima mosoo, wale ambao wana live stream kuingia Tanzania, kuonyesha ulimwengu kwamba ile Tanzania ambayo walisikia ilikuwa na machafuko na Tanzania ambayo ipo sasa hivi ni kitu tofauti, hivyo watalii mnakaribishwa. Ninamaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Kwa wale ambao ni wafuatilizi wa mitandao ya kijamii, mnaelewa kuna huyu streamer, yaani mtu ambaye anakuja, anaonyesha ulimwengu jinsi ambavyo mambo yalivyo katika taifa lako, mwenye anaitwa Aisho Speed mwenye alikuja Kenya kuanzia siku ya Jumamosi na akatoka Jumapi. Jumatatu, yule Aisho Speed alipoingia Kenya, unajua kazi yake tu ni kutembea, kuonyesha ulimwengu. Na kwa sababu Ruto, hata yeye kipindi kimoja aliweza kuwaua wananchi vijana ambao walikuwa wanaandamana, sasa akachukua nafasi murwa kama hiyo ya huyo YouTuber kuingia Kenya akamlipia ndege wakaanza kumzungusha Kenya, ili kuonyesha ulimwengu kwamba Kenya ni nzuri, Kenya iko na mandhari ya utalii mzuri. Sasa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipoona kwamba huyu YouTuber mwenye anaitwa IShowSpeed mwenye umaarufu dunia nzima, hata hakuna rais ambaye anamfikia, na ni mtoto wa miaka ishirini Samia naye akaanza kusungumza na management ya huyu mtoto mwenye anaitwa IShowSpeed. Ni mtoto ambaye anafanya vituko, vituko tu na kuonyesha ulimwengu jinsi ambavyo mahala ambapo ametembelea mazingira yapo ya utalii. Sasa huyu mtoto akaingia Kenya, akafanya live stream, akazunguka hapa na pale. Samia, nimekueleza kwamba kupitia kwa serikali yake akamtuma Msigwa, sijui anaitwa Gaston Msigwa, akajaribu kuzungumza na management ya ule mtoto. Sasa hivi yuko Ethiopia, alitoka Kenya, yuko Ethiopia, ili angalau aingie Tanzania, auze taifa la Tanzania kuelekea kwa wazungu wale, ambao Samia alisema kwamba Tanzania ni kubwa kuliko hao wazungu wale, ambao serikali ya Samia ilisema kwamba wazungu ndio waliweza kulipa Watanzania pesa kuandamana, kwa sababu wale wazungu wanamezea mate madini ya Tanzania. Sasa, kupitia kwa msemaji wa serikali bwana Gason Musigwa, ameweza kujitokeza na kufafanua kwamba kupitia kwa serikali ya Samia wamejaribu aa, sana kumfikia uh, superstar mwenye anaitwa IShowSpeed uh, mwenye umaarufu dunia nzima, ili kuelekea Tanzania na yeye aweza kuonyesha Tanzania, jinsi amaweza kuonyesha ulimwengu Tanzania jinsi ambavyo ilivyo. Akizungumza kupitia kwa kituo cha Clouds Media, Msigwa alisema kwamba serikali yao imefanya jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba streamer huyo anafika Tanzania. Hata hivyo, hali na ratiba zake ndizo hazikuwezesha kufanikisha ujio huo wakati uliokusudiwa. Kwa hivyo wamekuwa wakimtamania na kumpembeleza kwamba jana, leo na kesho atembelee Tanzania, lakini sasa hivi inaelezeka kwamba ratiba ya huyu kijana ni ngumu. Yuko upande wa Ethiopia na hatujui wapo watatembelea Tanzania na akitembea ni sawa. Lakini mimi nitawaelezea ni sababu gani ambazo naomba asikuje Tanzania. Ndio, najua kuna wale ambao mtanitusi, lakini ninaomba asikuje Tanzania. Sasa Bwana Mzigwa ameeleza kuwa serikali inatambua umuhimu wa uwepo wa watu maarufu uh, wa kimataifa kama IShowSpeed katika kuitangaza Tanzania kimataifa hususan katika nyanja za utalii, utamaduni na fursa za uwekezaji kupitia majukwaa ya kidijitali. Umeongeza kwamba mawasiliano na maandalizi yalifanyika kwa nia njema, na serikali itaendelea kutumia fursa kama hizo kuhakikisha Tanzania inakuwa kituo kikubwa cha kivutio kwa wageni. Ni kweli tuli, tuliwasiliana tuli na management yake na sisi tunaamini kwamba ukaribisho wetu anaendelea kufanyia kazi. Tulipata taarifa bahati nzuri mapema kwamba atakuwa na ziara ya Afrika na tuli pima umuhimu wa hiyo ziara kuihusisha pia Tanzania tukamwandikia. Kwa hiyo uh, tunasubiri majibu yake atuambie lini atakuwa tayari ya kutembelea Tanzania, lakini ni ziara ambayo tunadhani ni muhimu katika jitihada zetu za kutangaza fursa mbalimbali za utalii, fursa za uwekezaji, za biashara, kuitangaza nchi yetu, kuiambia dunia uhalisia kuhusu Tanzania. Nadhani ni mambo ya msingi, na sisi tunaona kwamba tuna mambo mengi ya kuionyesha dunia kupitia kwake ililinganishwa na wengine kwao. Tunaamini kwamba atakapokuwa amekamilisha mipango yake ya kuja Tanzania isha na sisi tutakuwa tayari kumpokea. Umeona namba ambazo zinatajwa uh, za, za, za, za, za za mtandaoni baada ya Show Speed kufanya ziara kwenye nchi ambazo amezifanya, uh, Afrika ni ni, ni ni, idadi kubwa, lakini na sisi pia hatujaona, tuna nafasi kubwa kama hiyo Show Speed, pia tunasubiri Uh, atakapokuwa amefanyia kazi mwaliko wetu akija tutampokea. Nina imani umeweza kumsikiza huyo bwana Garrison Msigwa akizungumza. Na mimi ninasimama na msimamo wangu wa kusema kwamba ninaomba IShowSpeed asikuje Tanzania, na niko na sababu ambazo zinanifanya mimi kusema kwamba ninaomba IShowSpeed huyu kijana wa miaka ishirini mwenye yuko na umaarufu dunia nzima asikuje Tanzania. Kwa sababu gani, mpenzi mtazamaji? Hii serikali si ndio imekuwa ikisema kwamba Tanzania sio koloni ya wazungu? Samia ndiye amekuwa akisema kwamba Tanzania ni kubwa kuliko hao wazungu, ambao anataka huyu streamer wa Marekani aweze kutumia mtandao wake kutangaza Tanzania Si amekuwa akisema kwamba Tanzania wa Tanzania walilipwa ili kuandamana, mbona yeye basi analipa huyu kijana maarufu? Kwa sababu kipindi ambapo wamemwandikia barua msiuwa peke yake amefanya amesema kwamba wamefanya kila maandalizi. Maandalizi ni ya kumlipa akuje Tanzania, akuje kuonyeshana ulimwengu jinsi ambavyo Tanzania ilipo ama ilivyo. Mbona mimi ninasema kwamba asikuje Tanzania. Sababu yangu ndio hii, na ni moja peke yake. Serikali hii ilifanya maovu kwa Watanzania, wakawaua, wakawafira, wakawapoteza kina polepole, wakawanyonga wananchi, wakawakatakata wananchi, wakawazika wale ambao waliweza kuwaua kanda zipo hadi sasa hivi, niko na kanda jinsi ambavyo waliweza kuua ma maelfu ya wananchi wa Tanzania, waliwaua wakawazika, ndio wakawazika, dunia nzima ikajua kwamba kuna mwanamke ambaye ni rais, lakini dikteta, muuaji, mtu ambaye anamwaga damu ndiposa aweze kuingia madarakani au aweze kusalia madarakani jina la Tanzania ambalo lilikuwa limeundwa na akina Mwalimu Julius Nyerere likaharibiwa na Samia. Sasa Samia anatafuta kila namna kusafisha jina ambalo aliweza kuliharibu, na kipindi ambapo aliweza kumwaga damu Tanzania, kipindi ambapo aliweza kuua maelfu, kipindi ambapo aliweza kuwapoteza na kuwakamata maelfu ya wananchi ambao bado wako kwa jela. Alikuamilia madarakani, jina lake likaharibika, ulimwengu mzima ikajulikana kwamba Tanzania mazingira bora hayupo ya utalii ama hayapo ya utalii, pale ni viongozi ambao ni dikteta, viongozi ambao wanatumia polisi kuwaua raia. Sasa wanataka kutumia majukwaa ya huyu mtoto ili kutangaza Tanzania kwamba Tanzania ni nchi tulifu ni nchi ambayo wageni wanaweza wakatembelea, baada ya kuweza kuua, baada ya kuweza kuzika, baada ya kuweza kufanya nini, baada ya kuweza kuwapoteza raia. Kwa hivyo, huu mwaliko wa serikali kwa huyu kijana ambaye ni streamer IShowSpeed kuelekea Tanzania sio mwaliko ambao upo na dhamira njema, mwaliko huu hauna dhamira njema mwaliko huu ni wa kutaka kusafisha jina la mauaji ambalo Samia aliweza kupaka Tanzania. Namba mbili, ninapingana kabisa na mwaliko wa huyu stima, na mimi ninaomba tafadhali asikuja Tanzania. Kwa nini? Huyu mama yuko katika harakati za kufuta ushahidi wa mahakama ya jinai. Mahakama ya jinai iliweza kupewa ushahidi kwamba aliua akazika. Anaendesha nchi kwa udikteta, wananchi hawapo huru, ameharibu nchi. Sasa anataka kukaribisha huyu streamer aende kuonyeshana jinsi ambavyo ameunda Tanzania na sio eti kwamba atamtembeza kuelekea pale mahala ambapo wananchi wanateseka, atamtembeza kwa yale mandhari mazuri mazuri. Mnakumbuka kuna kipindi kimoja serikali ya Samia iliweza kutumia chaneli ambayo inaitwa Maelezo TV wakaweza kutangaza utalii Tanzania. Hayo maelezo ama hizo video za utalii hazikwenda mbali. Sasa wanataka kutumia huyu ili aweze kutangaza utalii wa Tanzania ndiposa aharibu ushahidi wa mahakama ya jinai ICC, ili unajua wale wazungu wataangalia wasema, okay kumbe Tanzania ni nzuri hivi, kumbe wale ambao walikuwa wanaandamana ndio walikuwa wanataka kuchoma nchi. Kumbuka kwamba Samia ametanguliza kwa kusema kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana walilipwa ili kuchoma nchi, ili kuharibu nchi. Sasa anataka kutumia huyu stima kuonyesha ulimwengu kwamba Tanzania ni nchi nzuri, Tanzania ni nchi tulivu. Wale ambao walikuwa naandamana andamana walikuwa wamelipwa ili kuharibu nchi, bila kuzungumzia haki kwa wale ambao waliweza kuuawa. Kwa hivyo ninaomba Watanzania mahala popote ambapo mulipo, hata, ni kwa, hata kama ni kwa kizungu au Kiswahili, nendeni kwa mtandao wa huyu kijana Instagram IShowSpeed, andika jumbe mimi na jumbe zenu pale, mkimkataza asikuje, mtumie ujumbe ini box mumwambie asikuje kwa sababu serikali inataka kutumia jina lake kusafisha yale machafu ambayo waliweza kufanya Tanzania, machafu ya kuiba kura, machafu ya kuua, machafu ya kuzika. Namba tatu, Samia anataka kutumia umaarufu wa huyo kijana kuhalalisha uongozi wake wa wizi. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Anataka kutumia umaarufu wa huyo kijana kuhalalisha uongozi wake wa wizi, uongozi wake wa wizi kivipi? Aliiba kura, uongozi wake hauna ridhaa ya wananchi, raia wakumchagua, bali aliweza kujiweka madarakani. Sina mengi ila, namalizia wale mashabiki zangu ambao wote mnanitazama Nenda kwenye mtandao wa in Instagram, tafuta IShowSpeed, mtumie ujumbe inbox yake, mumwambie tafadhali msikuje, au unaweza ukanitafuta inbox yangu ya WhatsApp, naweza nikaandika mimi, nimejitolea, naweza nikaandika ujumbe kwa lugha ya kimombo alafu nikufowadie. Nikisha kufowadia, wale wote ambao mnanitazama, ujumbe huo copy. Uchukue upande wa inboxi wa IShowSpeed mumwandikie pale, kwa sababu sisi ni watu ambao tunatafuta haki, kwa sababu serikali kumwalika huyu kijana hawana nia njema, bali wanataka kutumia kitu ambacho kinaitwa umaarufu wa huyu kijana kufuta ushahidi wa mahakama ya jinai, kuhalalisha uongozi wa kimabavu na mambo mengine. Sina mengi. Mimi ni Bwana Ezra.